Mtu ukikuta nguo yako mm -hmm. Mjusi kafia huo nguo usiivae tena kwa okay. sababu ile ni unaambiwa, unaweza kuwa umeingiza roho mauti mm -hmm. au nafsi chafu katika familia yako mm -hmm. Mjusi unapoingia kitandani mm -hmm. umelala hivi ukamwona juu, atakwambia usiku wako huo huo usiku utakuwa ni mzito sana kwako hiyo siku okay. Mjusi ukiwa umeingia chumbani kwako mm -hmm. unafunga mlango unageuka na unamuona mm -hmm. anakuelekeza kwamba mwenza wako hiyo siku yuko na mtu mwingine. Ala! Ehe. Mjusi unapoingia ndani mm -hmm. unakaa mm -hmm. anachezesha mkia, anakwambia ulipotoka ni salama, unakuta okay. anachezesha mkia mm -hmm. na ila ukiingia alafu ukamwona kwa mbele, anachezesha mkia, anakwambia mgeni yoyote ambaye atakupigia simu sio mzuri, atakutoa kwenye redi okay. Aidha atakukwaza mm -hmm. au atakuja na kitu kitakacho kudhuru wewe mm -hmm. Mjusi akianguka mbele yako, ulikuwa safarini, unaenda sehemu hiyo, safari iache, anakuelekeza kwamba kuna ajali au okay. kuna shida yoyote mbaya yeah. kwa hiyo, mjusi wapo aina nyingi, wapo wazuri mbaya. wapo na wabaya pia.